Biashara ya rejareja reja ya kahawa imetajwa kuwa changamoto kubwa katika juhudi za serikali ya kaunti ya Bungoma katika kuimarisha sekta ya kahawa, hali inayosababisha kuanzishwa kwa msako wa kufutia leseni wasagaji wa, wa kibinafsi. Akizungumza katika eneo la Namwela wakati wa uzinduzi wa chama cha ushirika cha Mhui Cooperative Society, afisa wa vyama vya ushirika katika eneo bunge la Sirisia, Davis Nganga, alisema biashara hiyo ya kuuza kahawa rejareja reja hasa nchini Uganda imechochea kwa kiasi kikubwa wizi wa kahawa katika kaunti ya Bungoma na kusababisha hasara kubwa kwa wakulima. Alibainisha kuwa hatua hiyo ya kuwapokonya leseni wasagaji wa kibinafsi inalenga kupunguza visa hivyo. We are going to revoke all the registered licenses, kwa sababu tumejua wengine wanadanganya ya kwamba wako na license lakini hawana license, so in my office tayari tumekubaliana na waziri na chief officer na director, niko na list ya license licensed pulpers wote ambao wanafanya biashara ya kahawa in Sirisia ya sub county. So tukwatangazia wakulima kwamba watusaidie pia na wa county government officers na local administration wenye wako hapa watusaidie, tujue. Tukisikia mtu fulani ako na license, lazima tuthibitishe. Na kufanya hiyo, tumerevise license yetu Tumeibadilisha, so tumeitisha wote wakuje ku renew, ndio tujue ni nani wako na license halali. So ni kuomba tu wakulima, nasikia wengine wanasema wanapeleka Uganda, unapima kwa gorogoro -goro shilingi mia tatu. Hiyo gorogoro moja tukileta hapa kwa factory tupime kwa kilo, utaona baada ya malipo utalipa hata pesa mingi kuliko ile tunapeana ya haraka haraka. So pia wakulima watusaidie wasifanye mambo ya smuggling, kwa sababu tuna complain wale wananunua, lakini ni sisi tunauza. Nataka nikataze mambo ya siasa kwa mambo ya cooperatives zetu. Wanasiasa watusaidie kufanya siasa ya kahawa ya maendeleo, lakini wasilete ati wanataka mtu fulani, wanataka mtu fulani. Hawa wakulima katiba inasema hawa ndio wako na uwezo wa kuchagua. Nawaomba wakulima wetu wote ambao wako katika area hii wasiuze kahawa kwa bei ya rejareja kwa sababu hiyo ukipika hesabu hiyo, ni hasara, kwa sababu unauza korokoro kahawa. Korokoro moja ambayo iko na kilo mbili kwa shilingi mia moja hamsini. Na hiyo korokoro, korokoro moja iko na kilo mbili, kilo moja kama wanalipa kama menu ililipa shilingi tisaini na, na, na, tisaini na mbili. Sasa ukiona mtu ambaye ameuza rejareja, amepata hasara, ukiweka 92 times 2 unapata 184 na wewe umeuza 150. Sasa hapo, mkulima ukiuza kahawa yako rejareja, utakuwa umepata hasara. Wakulima sasa wametakiwa kuuza kahawa yao kupitia vyama vya ushirika, huku wakihimizwa kuzingatia mwongozo unaotolewa na maafisa wa mashinani ili kuboresha masoko ya zao hilo. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simio.